Nopaka ulioweka juu yao nopaka ulioweka juu yao nopaka ulioweka juu yao, ili wafunguliwe waliofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Wasiokuwa na ndoa wapate ndoa, wasiokuwa na kazi wapate kazi kwa jina la Yesu. Watakapoimba basababu zitavunjika, baagado yatavunjika, ni katika jina la Yesu Kristo. Yesu, nawaingiza sasa kwenye agano la damu ya Yesu. Amen. Amen. Pigeni magoti pale, mkielekea madhabahu. Piga magoti mkielekea madhabahu.

Lini mnakuja tena? Ijumaa. Mm. Ah, sawa, sawa. Nendeni tuonane Ijumaa. Tusogea hapa baraza Uji umeisha sasa, nendeni na hii. Mi nataka baraza lawe, sogeni sasa hivi. Bwana asifiwe, hiki tunachotembea nacho